Ulimwengu wa Mijikenda, makala kuhusiana na demografia yao. Unapotaja jina Mijikenda, hauzungumzii tu kabila moja. Ni mchanganyiko wa makabila mbalimbali yanayopatikana pwani ya Kenya, na kila moja likiwa na mfumo wake na ladha yake tofauti na lingine. Na jina Mijikenda linamaanisha miji tisa. Ni kama vile Avengers wa Kenya, kila kabila likileta nguvu yake mezani leo tutajadili makabila haya tisa kuanzia kubwa hadi dogo kabisa, ikiwa Wagiriama ndio wenye idadi ya watu wengi na Wakambe wakiwa ndio kidogo zaidi katika makabila haya tisa. Warabai ndio wasomi halisi, maana hata wamishonari wenyewe walishukia hapo. Wako laki mbili. Hawa jamaa wanapatikana Rabai, Kilifi County kulikojengwa kanisa la kwanza na shule ya kwanza 1846 bibi yako akiwa Rabai anaweza sali baba yetu Kirabai vilevile vile Kizungu. Wachonyi ndo kabila expensive zaidi kwa hayo makabila tisa, wenyewe husema uchonyu gali. Wako laki tatu na nusu, wako na mvua nyingi, wanapenda disco matanga, na pia ni wahifadhi wazuri wa kaya. Hadithi zao za mababu ni ndefu kuliko series za Netflix wadigo wapo laki tano na nusu makao makuu yao wanapatikana kusini mwa pwani ya kenya wanapatikana likoni kwale na maeneo mengine ya tanzania kama tanga kule kulikozaliwa mapenzi wadigo wanajulikana kwa vitu hivi cha kwanza wanajulikana kwa mavazi yao na pili wanajulikana kwa ushawishi mkubwa wa kiislamu la tatu nyimbo zao tamutamu zinazo trend TikTok. Waduruma waligundua soft life before trend, hakuna stress, kukaa chini ya mwembe ukitafuna mua wako. laki nne na nusu utawapata Lungalunga Lunga, Kinango na Shimba Hills. Ukikutana na woza maji, korosho na miwa na hata machenza huko Kwale, basi hao huwa ni waduruma wako kazini. Kama wagiriamu wangekuwa na timu moja, basi hata wale wachezaji wa kubaki wangekuwa na akiba zao Just imagine ili kabila liko na takribani ya watu zaidi ya milioni moja. Maeneo ya Wagiriama makuu ni Mombasa, Kilifi, Malindi, Ganze ikiwemo Kaloleni hata Mariakani. Bila kukosea, ukiattend harusi za pwani, kuna uwezekano mkubwa wa kukaa karibu na mshangazi wa kabila hilo. Eh, na pia uwezekano wa kukaa karibu na, na ushangazi huyo basi ni asilimia sabini na tisa. Wajibana wako zaidi ya elfu sitini wanapatikana karibu na Kaloleni. Ni waoga sana mabingwa, hatukae tuongee aisha. Vikao vyao vya familia huanza Jumapili kuisha Jumanne. Ukitokapo uko na busara na tumbo nzii. borohoa Wakauma wako laki moja wanapatikana karibu na Ganze na Jaribuni. Wazee wao ni maktaba wa ya tamaduni za Kimijikenda. Ukienda kwao, beba vitafunwa, maana mafunzo ya maisha yanaweza kwa muda.